Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, Dar es Salaam imeombwa kutoa amri ya kupewa dhamana ama kufikishwa mahakamani kwa aliyekuwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, uwekezaji, Geofrey Mwambe. Maombi hayo ya dhamana yamefunguliwa kupitia hati ya dharura na Wakili Mwambe, Hekima Mwasipu yenye namba 289778 ya mwaka 2025 dhidi ya wajibu maombi watatu mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP, mkurugenzi wa mashtaka DPP na ZCO wa kanda ya Dar es Salaam. Katika hati hiyo, wakili Mwasipu anadai kuwa Mwambe ameshikiliwa kwa zaidi ya siku nne katika kituo cha polisi Kigamboni bila kupewa dhamana ya polisi wala kufikishwa mahakamani kama sheria inavyoelekeza. Wakili Mwasipu ameomba mahakama kusikiliza maombi hayo haraka iwezekanavyo huku akisisitiza kuwa kucheleweshwa kutasababisha kuendelea kukiukwa kwa haki za msingi za mwombaji. Aidha, katika maelezo yake, Mwasipu anadai kuwa familia ilimpelekea chakula kituo cha polisi Kigamboni alipokuwa amehifadhiwa tangu Disemba saba, lakini wakajibiwa na askari kuwa hayupo kituoni hapo. Tumefungua maombi ya kuomba Mwambe apewe dhamana katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa sababu ameshikiliwa kwa zaidi ya siku nne kinyume na sheria. Ni wajibu wa jeshi la polisi wanaomshikilia kumwachia kwa dhamana, na wakiona au kuna sababu za kuendelea kumshikilia kwa zaidi ya saa 24, sheria inasema wanatakiwa kupeleka maombi mahakamani kuomba ruhusa ya mahakama waendelee kumshikilia zaidi ya saa 24. Mpaka sasa hivi hilo halijafanyika. Familia inaangaika kutafuta ndugu yao, lakini juhudi hazijazaa matunda sababu za kukamatwa ni uchochezi, na aliniambia mimi kama wakili wake, na alihojiwa kuhusu huo uchochezi, lakini hakupewa dhamana na alikamatwa nyumbani kwake saa nane usiku, wakili Hekima Mwasipu alisema.